Wale mashekhe wanaosema kwamba tunatakiwa tuwe wamoja tusisemane, tafadhali waache kufanya hivyo, wasiwazibe midomo wanaotangaza haki. Watakwenda kuulizwa mbele ya mwenyezi Mungu. We kama huwezi kusema, tulia. Kama ushapewa bahasha, tutafuta mahali upumzike, acha wanaosema waseme Hacha wanasema waseme, bwana, sio kufunga watu midomo. Kwa sababu gani? Utakwenda kumwambia nini Mwenyezi Mungu subhanahu wataala juu ya umma wote huu unaotaka kuingizwa kwenye matatizo? Utakwenda kumwambia nini Mungu? Adhabu kali itawafika wale viongozi ambaye hawatawali kwa namna Mwenyezi Mungu na Mtume wake walivyofundisha, na wail wanasema baadhi mufasirin ni wadin fi nari jahannam ni shimo ndani ya moto wa Jahannam. Moto wa Jahannam wenyewe ni shimo, lakini kuna shimo nyingine wamechimbiwa watu kama hawa viongozi kama hawa, ndani ya moto wa Jahannam itakuwa ni shimo aina gani hii? Ndugu zangu, alafu sikiza wewe ambaye leo ndo unawachagua hawa watu, wewe ndo ambao unaenda mbio kuwapigia debe, wewe ndo ambao unashirikiana na wao katika mambo yao eh? Mtume anasema nini kuhusiana na wewe? Anasema, wawailun lilurafa urafani jamii ya arifu, adhabu kali iwafike wale ambao watakawasaidia hawa viongozi madhalimu. Ukatia kidole yako pale, ukamchagua, ukawa unashirikiana na yeye katika maovu anayefanya. Yaani leo sisi wengine wetu hapa, ndugu zangu, tunatumiwa na watu kwa maslahi ya watu wengine, wa unachezewa tu, na umepewa macho na akili na huitumia akili yako, unaenda kama kipofu hata kujua ndugu yangu wewe, ambaye umeshiriki katika mambo haya katika njia moja au nyingine, ukamweka kiongozi dhalimu juu ya kiti eh, laana ya Mungu itakapotoka, itakapoanguka, baada ya hao viongozi kufanya mambo ya dhulma, itawatafuta wale wote waliohusika.